Maneno yanayosema hmm, e, tazama ya kale hmm, yamekuwa sasa, yamekuwa mapya hmm, tugange yajayo. Shetani wewe, kwa sisi tuliopoteza watoto, waliopoteza watoto, waliopoteza wazazi, watayagangaje yajayo? Unafikiri ni kama wazazi wako ambavyo hawajakupoteza wewe, uko hai. Unafikiri ni kama wewe vile hujapoteza wazazi wako, wako hai Unajua kuganga yajayo hivi? Unajua kuganga yajayo wewe, ukiwa mtoto wako wa pekee ameuawa, watoto wako wameuawa, wazazi wako wameuawa, na ulienda mbali ukisema ya kwamba mnafahamu gharama ya kupata kiongozi. Je, wewe unafahamu gharama za kumlea mtoto mpaka nafikia hatua hiyo, hilo demba halipo katika muktadha huo mm. na mimi niseme tu mm. kwa sababu umekomaa nalo kwa muda mrefu sana mm. ili halikuwa kwenye muktadha huo mm. lakini mi niseme tu Kaul kama mm. kuna namna yoyote ambavyo mm. kauli hii mm. maneno haya yalimuudhi yeyote, tuyane radhi tu kwa sababu ilikuwa ni sehemu mm. ya utekelezaji wa majukumu yangu mm. ulitishia, unatubu. Jamani, huku shetani ametubu? Jamani, shetani huku katubu, shetani dhambi yake itafutika, ataondolewa kuwa shetani duniani, akija kuuawa na hakikishieni. Kipindi chochote kitakachopita, nasoma andiko, nitasoma andiko, nikimaliza ikipande tasoma andiko, na nawahakikishieni, hamtakwepa, hamkwepi kwamba hamuhusiki, matamshi yenu. Lakini pia serikali ni yenu Nyiye ndo mmeipa baraka za yote anayofanya. Kauli zote zinazoonyesha kuua wapinga ubaya, hamzichukulia hatua yoyote ila, kauli ya wapinga wabaya ndio mnaita matusi, wanastahili kuwawa kupotea. Nimesema kwamba utekaji ni jambo ambalo linachafua yani, li, li, li taswira ya hmm nchi yetu hmm. Kama kuna mtu anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, bila shaka huyu mtu ni wewe, huyu ni Faris Burhan, ni wewe. Basi tunaweza tukamsikiliza hmm. Anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, anashinda asubuhi kutwa nzima anatukana viongozi, jeshi la polisi. Hawa tukiwapoteza msiwatafute hawa. Piga makofi kwa sisi. Bila shaka Faris huyo mtu aliyekuwa anazungumza hapo ni wewe Faris Buruhani. Shetani mm. Shetani wewe, shetani wewe, shetani wewe. Shetani wewe.